Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Unapendwa sana na Baba yako. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake na kwa sababu ya siku ya leo. Na siku ya leo tutaenda kujifunza namna ambavyo ubinafsi unavyosababisha au unavyozuia ufalme wa Mungu kujifunua kikamilifu katika kanisa. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sita ule mstari wa 33 nitasoma: Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Neno la Mungu linatuagiza kutafuta kwanza ufalme wa Mungu kabla ya mambo mengine yote, lakini kitu ambacho ubinafsi unachokifanya kwenye kanisa ni kuhakikisha wana wa Mungu hawautafuti kwanza ufalme wa Mungu, bali wanatafuta matakwa yao wenyewe. Wanataka wao kwanza, alafu Mungu baadaye na hii ni dhambi ambayo inasababisha kanisa lishindwe kuudhihirisha ufalme wa Mungu kikamilifu katika ulimwengu wa leo. Wana wa Mungu, tumekuwa tukiwa tunapeleka sana haja zetu mbele za Mungu kuliko kutafuta kujua ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, ni nini Mungu anataka sisi tufanye kwa ajili ya ufalme wake. Na kwa njia hiyo hatuwezi kumuona Mungu kikamilifu, tutakuwa tuna experience au tuna Mungu, na Mungu kwa viwango vya kawaida sana lakini kama kanisa tukiamua kuutafuta kwanza ufalme wa Mungu, tukaachana na mambo yetu ya ubinafsi, kwa sababu adui ameachilia roho ya ubinafsi kwa kanisa ili kuzima nguvu ya Mungu ndani yetu, pale ambapo tunajitazama sisi tu hata maombi yetu tunayoyapirika mbele za Mungu, tunauliza ya kwetu tu na hatujiokolewa ili tufanye mapenzi yetu. Tumeokolewa ili tufanye mapenzi ya yeye aliyetuokoa tuje kwenye ufalme wake. Ukisoma kwenye Biblia, Yesu anasema nimekuja ili niyafanye mapenzi ya Baba yangu yeye alinituma, na sisi kama wana wa Mungu tunapaswa kuyafanya yale mapenzi ya Mungu. Ukiendelea kusoma kwenye Mathayo Matayo sita thelathini na nne, anasema basi msisumbukie ms ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. adui ametupa ametuweka bizi kwenye kusumbukia ya kwetu na kusahau kile ambacho kwacho tumewekwa kwenye wokovu ambao ni kutafuta ufalme wa Mungu, kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga mbele, injili inahubiriwa, wagonjwa wanaponywa, kusapoti kazi ya Mungu. Mungu analionya kanisa la leo kwa habari ya ubinafsi. Mungu anataka tubadilike, kanisa la leo, tuache ubinafsi, tutangulize ufalme kwanza. Hayo mengine ni ziada: gari, nyumba, kazi, vyovyote vile ambavyo tunavihitaji ni ziada. Mungu anachokitaka ni sisi, shauku yetu ya ndani kuwa ni kutafuta kwanza kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie sana, tuweze kujua ni nini ambacho tunapaswa kukifanya ili tuweze kudhihirisha ufalme wa Mungu kikamilifu katika ulimwengu huu. Amina.